Kwa hiyo hapa tuna, tuna teknolojia mbalimbali za jinsi gani mtu anayekwenda kunyunyizia shamba lake hakikisha anajilinda yeye na analinda ana afya ya mazingira. Kwa hiyo tuna, tuna vazi hilo ambalo linaonyesha kabisa yeye anayefanya kazi kwenye viuatilifu anatakiwa awaje. Lakini itoshi Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye taasisi yetu au mamlaka yetu tuna operate katika kanda saba na mipaka yote ya nchi ya hii na katika mipaka hiyo tunafanya kazi ya kulinda nchi na visumbufu vigeni vinavyotoka nje ya nchi au vinavyokuwa ndani ya nchi, tunavilinda vizuri kwenye kwa, kwa, kwa nchi zetu. Kwa hapa tuna mazao ambayo yanapatikana Tanga na yanakuwa exported kupitia bandari ya Tanga na mpaka wetu wa Holoholo holo. Tuna iliki, tuna karafuu, unakaafshawa hapa, hii ni darasini hii ni makadamia ni dhahabu ambayo inakuja sasa hivi kwenye soko ina, ni dhahabu, dhahabu tunaita dhahabu kwa sababu ya bei yake ni nzuri, na wa, wananufaika sana wakulima wakitumia hii o e. Kwa hiyo pia tunairatibu kuhakikisha kwamba inapoenda sasa nje ya nchi inafikia masoko ikiwa salama, na tunalinda taswira ni ya nchi nje ya masoko yetu. Kwa tunafanya kazi mbalimbali, lakini pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna kitengo chetu cha kudhibiti misumbufu ya milipuko, hivi misumbufu hatarishi ambavyo mkulima moja moja hawezi kudhibiti. Kama utakumbuka, mheshimiwa waziri mkuu, mwaka 2021 wewe mwenyewe ulikuwa mbele ya jeshi ambalo lipambana na hii nzige wa jangwani waliovamia Tanzania katika mazao mbalimbali, hasa kule kaskazini. Hapana, hawa ni nzige wa jangwani. Hawa nimesema ni nzige wa jangwani, hawa ni nzige wekundu hawa. Tuna mazalia yako manne ndani ya nchi yetu hii. Kwa kazi ya mamlaka hii ni kuhakikisha wale nzige hawaescape kutoka kwenye mazalia yao kuja kwenye mashamba ya wakulima.